By the way, ni siku nyingine tena na exclusive na wamitulinga Professor Jay huhubananoma sana. A, brother, kwanza hongera sana ninaona ni hei ambavyo unapambana lakini heshima, hmm, iko palepale. Ya Mungu ni mwema na mshukuru Mungu kwa kila kitu, lakini cha msingi na shukuru sana wa Tanzania, hmm, uh, kwa kuniombea lakini Mungu ni mwema nimefika mpaka leo na nipo niko vizuri sana. Kitu, yeah, kitu ambacho nilikuwa najiuliza profesa, uh, mziki ambao mlikuwa mnaofanya zamani ni mziki ambao hata sasa hivi ukipigwa lazima unasisimka. Ni mbinu gani ambayo mlikuwa mnaitumia? Ah, ni content tu, yani content ambapo tulikuwa naimba uhalisia. Maisha tulikuwa naimba ni kweli na ni story ambazo zilikuwa zinatokea kwa watu wengine kama zilizotokea kwetu sisi, zilikuwa zinatokea kwa washikaji na vitu vingine kama hivyo, na ni maisha kila siku ya kila Mtanzania, kwa hiyo ndio maana kila siku kila mtu akisikiza ngoma zetu za zamani ana anapata emotion na vitu vingine kama hivyo. Okay. Sio. Yeah. Baada pale nikaona sasa unaanza kujiingiza mpaka na kwenye kutengeneza matangazo. Hivi <laughs> <Yeah. laughs> ile ile, hivi ile mchongo wa tangazo ulikujaje profesa? Ah, yeah, unajua tena ukiwa star tena kila mtu anatamani bidhaa yake uitangaze wewe na vitu vingine kama hivyo. Kwa uh, wali hiyo walinifuata wale jamaa Orix na vitu vingine kama hivyo na baadaye tena Infinix na vitu vingine kama hivyo, Star Times na watu wengine kama hao. Kwa watu wengi wengi tulifanya nao kazi mbalimbali. Kwa hiyo ni umaarufu tu nakufata. Kwa hiyo na watu wanaona kama ni vema tuwatumie fursa hiyo kuwatangazia ku, ku, ku, bidhaa zao, okay. Nimezungumzia hicho tangazo kwa sababu uh, nakumbuka wengi walikuwa wanadisi yani. Kuna siku moja mtu alikuwa anafanya matangazo aliyofanya vizuri zamani mm. Ikaonekana ile tangazo lao kwa watu wanacheka kwamba ah, hivi ilikuwezekana vipi profesa akavaa dera kwenye, kwenye ile tangazo kaibuka pale pap <laughs> ah, silikuwa tangazo la gesi, kwa hiyo ilikuwa lazima tutengeneze story ambayo inafanana na vitu kama hivyo, kwa hiyo ilikuwa surprisingly na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo yeah. Nawashukuru sana waliandaa ile kitu, lakini ni kitu kikubwa sana tulifan. Asante sana. A Professor, muziki sasa hivi una, unafanyika wadogo zako wanafanya muziki yeah, lakini mimi niko nataka nisikie maoni yako bro. Huu uh, muziki vijana wanautendea haki? Ah uh, muziki fursa zinazidi kuongezeka, lakini kiukweli ni kwamba watu hawautendei haki sana kwa sababu Uh, badala ya kwenda kwe, mbele naona kama tunapiga mark time tunarudi nyuma, na vitu vingine kama hivyo, tofauti na enzi zile wakati ule, kwanza unit had blasters mr 2 7 na nn na nane wingine tukifanya tuko tukifanya ngoma ambazo zilikuwa zinaishi muda mrefu. Sasa hivi muziki umekuwa kama background tu na watu wanafata fursa za maisha badala ya kuimba uhalisia na vitu vingine kama hivyo. Sisi tuko tunaimba vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii na vitu vingine kama hivyo, watu wengi walikuwa wanajifunza, lakini pia pamoja na kuburudika na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa sasa watu wanaangalia sana maslahi kuliko uhalisia wa mambo yenyewe na vitu vingine kama hivyo yeah. Na unafikiri kwa nini inasababishwa? Ah, na hiyo hali inasababishwa na nini? Ah, ni ni mindset tu za watu kwamba watu wanaangalia sana biashara kuliko content na vitu vingine kama hivyo. Sisi tuko tunaangalia sana heshima kuliko pesa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wasaivi, watu wengi wanaangalia sana pesa kuliko content na vitu kama heshima na vitu kama, kama, na vitu kama hivyo. Okay. Yeah. Na labda pengine brother kwa ushauri wako kusoma, najua eh, mziki umeufanya muda mrefu na hakuna ngoma yako yoyote amboshe kutoeka buma zote zimefanya vizuri, yeah vijana wafanye nini basi ili kukaa katika ile standard kubwa ili tuweze kufanya vizuri kimataifa? Ah, waangalie tu alisia na upepo unavyoenda na, na mazingira yalivyo, kwa sababu sisi tuko naimba kutokana na mazingira yaliyopo. Kwa sasa hivi mazingira yamebadilika, teknolojia imekuwa, ya watumia fursa nzuri zaidi ya teknolojia kuweza kupeleka mziki wao mbali zaidi. Sisi wenzetu wenzetu, tulikuwa mambo ya digital hakuna, tulikuwa tunafanya analog, lakini like, mziki ulikuwa unafika mbali. Sasa sasa, sasa sasa hivi teknolojia imewarahisishia watu waweze kufanya vizuri wajitangaze wa zaidi waweze kupeleka mziki wetu vizuri zaidi na mbele zaidi katika kiwango cha juu zaidi. Okay. Yeah. Profesa, moja ya kitu ambacho nilikuwa na nafikiria pia na nilitamani sana nikuulize e, hivi kwa nyakati zile ni changamoto gani ambazo zilikuwa zinawakata zina kwamba labda unaweza kukata tamaa kufanya muziki? Ah, kwanza muziki ulikuwa ulipi au kwa biashara? Baadaye ndio tukaje tukupambana mpaka muziki umekuwa biashara leo. Kwa hiyo muziki ulikuwa tunafanya kwa fun, kwa ajili ya, ya, ya kuupenda tu yani kwa sababu ya kitu ambacho tunakipenda na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa nakatisha sana tamaa kufanya kazi ambayo unajua ujui kesho yake unaenda kufanya kitu gani. Yaani mpaka kuna wakati tulikuwa tunaweza tukaingia kwenye kwenye show unalipa lakini unaenda kumwomba DJ ili akupe nafasi uimbe. Unaweza kuona jinsi ilivyokuwa ngumu, sio? Sio kwa sasa hivi watu wanakwenda kwa, kwa ajili ya kulipwa waweze kupata pesa, lakini sisi tulikuwa tunaweza ukaenda sehemu ukalipa alafu ukaenda kuomba ili uweze kuimba ili mradi uonekane na vitu vingine kama hivyo. Kwa mazingira alikuwa magumu sana, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi mazingira yeah, so far uh, ni rahisi sana Professor. Moja kitu ambacho nilikuwa na nawaza umeniambia kwamba nyie mlikuwa mna, mnaandika nyimbo kulingana na matukio ambayo alikuwa anaendelea kwenye jamii mm, lakini pia mmoja na stories mbali mbali za washikaji hivi. Ile issue ya Zali la Mentali ile ilikuwa ni issue ya upande wako wewe au ilikuwa mesikaji tu ukaamua kuimba vile? Ah ile ni stori ya kutunga tu ile. Haikuwa haikuwa kwangu wala kwa mtu yoyote. Lakini ni kwa ni stori tu, nilikaa chini nikafikiria inakuaje, ni kwa sababu nilikuwa naona watu wengi wapigika maskani na watoto wengi wakishua, walikuwa na hawazimiki na watoto wa maskani, nikaona nitengeneze connection ya kati ya watoto wakishua na watoto wa kwa maskani walokata tamaa na vitu vingine kama hivyo. Okay. Na ile iliwapa nguvu sana watu wengi wa maskani ambapo baadaye wengi walikuja kujipatia mazali na mentali wao pia na vitu vingine kama hivyo yeah. <laughs> Ko, shughuli zikaanza rasmi profesa. Yeah, no, maana anakwambia. No, ni mziki wetu ulikuwa unaishi, kwa sababu so, tulikuwa naimba vitu vya kihalisia. Watu wengi sana walikuwa wananifuata na wananiambia bwana, mimi mm, ile ngoma, kwa sababu, na mimi, nilipata zali kama lile, na kama mmeniimba mimi sababu kwa sababu mimi nilipata zali kama lile na vitu vingine kama hivyo. Okay. Yeah. Yo, yo, yo ni moja lakini pia kuna nyimbo nyingine uko, kama daktari, mm. kuna face palilo, na ile chemsha bongo. Ndo kuna mtu alinifuata kutoka Merelani alinambia bana, mm. hii umenimba mimi mzee yani, sababu yeye alikuwa na hela aka zamani yani, alikuwa anafanya kama nilivyofanya mimi kwenye chemshabongo kwa hiyo yeye akategemea kama mimi nimemwimba yeye, lakini m sikuwa namjua na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo mm ni maisha halisi ambayo tulikuwa naimba watu walikuwa naotokea na, na, na maeneo mbalimbali. Okay. Uh, kwa, kwa haraka haraka Profesa, unafikiri labda pengine vijana wetu wa sasa hivi eh, kizazi hichi ambacho kinafanya muziki wakiimba kama vile watatoboa? Ah, inategemea sasa mazingira yenyewe na unaimba nini kwa sababu content siku hivi vitu vimekuwa vingi. Hmm. na hmm, naamini hmm, na kama bado ngoma zetu zinafanya vizuri maanake bado wanaweza kufanya vizuri pia na wenyewe na vitu vingine kama okay, hivyo yeah. hatari sana. okay, tuje kwenye upande wa shows, uh, Professor show waga mlikuwa mnaziandaa vipi sasa okay. na zilikuwa ni katika mifumo gani zamani zile. Uh, zamani show tulikuwa tunafanya mara nyingi zilikuwa beach party hmm. ambapo tulikuwa naomba ma DJ wana na kutupa nafasi unaimba, lakini house party pia zile watu wanaandaa party za za kifamilia au za maskani maskani, na vitu vingine kama hivyo, na vitu. Kwa hiyo mazingira yalikuwa magumu sana yani. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya kwa sababu ya kupenda tu muziki na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo okay. Yeah. So far kuna, kuna kauli moja nilisikia Profesa ulikuwa unasema kwamba mtu yoyote akijikomiti na mimi akafanya featuring yoyote na mimi lazima atoboe hivi. Kwa nini ulijipa hiyo kujiamini kwa kiwango hicho? kwa sababu naamini kwenye uwezo wangu na na kokoli shahidi ni wewe, kwamba ngoma nyingi nilizofanya na watu wengi nyingi zimetoboa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo huu ni mgodi unaotembea, kwa hiyo ni kama ni kama Buzwagi iwe na miguu <laughs> <Yeah>, kwa hiyo <laughs> yeah, ni vitu kama hivyo, kwa hiyo ni kawaida tu yani. Kuna ah, brother, brother. <laughs> Kitu kimoja nafikiria sana. okay. ah, sasa hivi tunaona eh, kuna kuna hii ambayo mnakuwa mnafanya event zenu lakini pia matamasha yenu, na watu wakiwa wanahudhuria huwa wanawashabikia sana kwa nguvu zote eh, labda neno lako moja tu kwa hichi. Ah, mimi niwaambie tu watu asanteni, wa kwa kuendelea kutuspoti mm. Lakini muziki umetoa ajira kwa vijana wengi sana, na ndoto zetu zilikuwa ni kutoa ajira kwa vijana mm. Kwa big shout out kwa Bongo Flava Honors kwa kuendelea kukumbuka wakongwe ambao wamechonga barabara. Mm. Unaona kama kina KBC, kina nani kwanza yule na vitu vingine kama hivyo kina Mr. 2, Hard Blasters na watu wengine kama hao wengi wengi wamechonga barabara, sasa hivi watoto wananufaika. Mm, na matunda ambao wamefanya hawa wakongwe waliochonga barabara. Kwa hiyo Bongo Flava Honors, big shout out kwao kwa sababu wanakumbuka watu walipotoka na muziki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru sana Bongo Fleva kwa kutukumbuka sisi wakongwe na kutupa platform yetu, ambayo inaweza kuwakumbusha watu vitu vingi. Wengi tuliokuwa tunafanya kazi nzizi zetu, wengi sasa hivi ni washua. Kwa hiyo nategemea show yangu itajaa watu wengi sana, ambao ni watu wa zamani na watu wa, wa kisasa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo karibuni sana, na Mungu atabariki wote. Yeah. Asante sana Professor. Asante sana. Yo, alikuwa ni wa wamitulinga Professor Jay katika moja na mbili na hii ni exclusive super kabisa. Unaweza ukadondosha komenti yako hapo chini. Nini maoni yako? Huyu ni mkongwe.